Ujambo na karibu tena kwenye uchambuzi wetu wa kina. Leo, uh, tunataka kuangalia kitu ambacho yani kinatugusa sote kazini. Hivi kuna mambo kweli ambayo watu wale waliofanikiwa sana wanapendelea kuyafanya siri. Mm-hmm. Tume, eh, tumeangalia vyanzo kadhaa vinavyoorodhesha kama mambo kumi hivi ambayo hawa watu hawayaweki wazi sana. Ndiyo. Na, lengo letu hapa sio kusema oh, uwe msiri kupita kiasi. La hasha, bali ni kujaribu kuelewa kwa nini, mantiki yake ni nini hasa kabisa. Kwa nini wananyamaza kuhusu vitu fulani? Ni mkakati tu au ni kuheshimu kazi? Hebu tujaribu kufungua ipazia kidogo. Sawa, maana unajua kuna mstari mwembamba sana kati ya kuwa mkweli na eh, kumwaga kila kitu popote pale, hasa kazini. Kweli na watu waliofanikiwa wanaonekana kujua huo mstari vizuri sana, ni kama, kama sanaa yao hivi. Aa, kama sanaa, umesema vizuri. Sawa, twende moja kwa moja. Jambo la kwanza kabisa ambalo vyanzo vinasema watu hawa ulificha mambo yao binafsi yanayowasumbua yale tunaita drama za maisha. Ah, hilo ni kubwa kubwa sana, kwamba hawabebi ile misukosuko ya nyumbani kuileta ofisini. Eh, ni muhimu mno hii inahusiana na, na kitu kinaitwa utulivu wa kihisia kazini. Yaani mafanikio kazini yanahitaji uwezo mm, wa kudhibiti hisia hata kama mambo ni magumu. Hasa kama mambo ni magumu. Kila mtu ana changamoto zake sivyo? Familia, mapenzi, afya, pesa ni vingi, lakini watu hawa wanaofanikiwa wanajitahidi sana kutenganisha hayo na kazi. Sio kwamba hawana hisia, la. Ni binadamu tu kama sisi kabisa lakini, wanajua ofisi sio mahali pa kuanika kila kitu. Kufanya hivyo kunaweza kuvuruga wengine mm -hmm. kunaweza kuleta hali ya sintofahamu, na pia unajua, inaweza kukufanya uonekane kama labda huwezi kumudu presha. Ni kama kuonyesha udhaifu fulani, inaweza kutafsiriwa hivyo. Kwa hiyo ni sehemu ya weledi na kuheshimu mipaka. Wanabaki watulivu mbele ya watu, wanaendelea na kazi. Hilo lina mantiki kubwa, na hiyo mipaka inatuleta kwenye jambo la pili ambalo ni mm, ni gumu kidogo, hali yao ya kifedha, pesa. pesa hata na marafiki, wakati mwingine ngumu kuzungumzia, sembuse kazini. Chanzo chetu kilitoa mfano wa mtu aliyejifunza mm. Alisimulia shida zake za pesa kazini, halafu wakaona watu wanaanza kumtazama tofauti, wengine wanamhurumia sana, wengine um, kama wanamdharau kidogo. Ni kweli kabisa, na watu wenye mafanikio wanalielewa hili vizuri sana. Wanajitahidi kutoweka wazi kama labda wanapitia wakati mgumu sana kifedha, au hata kinyume chake, kama wana pesa nyingi kupita kiasi. Kwa nini? Lakini unaweza kufikiri kushiriki matatizo kunaweza kuleta usaidizi, labda, lakini kazini inafungua mlango wa mambo mengine. Watu wanaweza kuanza kukuhukumu kimyakimya Mm, kama ndio maana anafanya kazi hovyo, au ah, huyu ana shida sana au wivu kama unaonekana una pesa nyingi au hata upendeleo usio stahili. Ok, nimekuelewa. Sasa kwa hiyo ili kuepuka yote hayo na kuhakisha wanapimwa kwa kazi yao tu, wananyamaza. Wananyamaza, wananyamaza kuhusu hali yao halisi ya kifedha wanataka thamani yao itokane na mchango wao, sio salio la banki. Hapo sawa. Na kama pesa ni moto, kuna mada nyingine ambayo ni moto zaidi. Jambo la tatu, itikadi zao za kisiasa. Hapo sasa, hapo mambo huwaka kweli. Siasa zina nguvu ya kutugawa vibaya sana, sindio? Na kazini mgawanyiko huo ni sumu. Ni sumu kabisa. Vyanzo vyetu vinasisitiza sana hili, jinsi watu wanavyoweza kubaguana vikali kwa sababu ya siasa. Inashangaza lakini wakati mwingine ubaguzi wa kisiasa unaweza kuwa mkubwa kuliko hata wa kidini au rangi. Kweli, hilo ni kubwa. Ndiyo, watu wenye mafanikio wanalijua hili, ndio maana mara nyingi wanachagua kimakusudi kutoweka wazi misimamo yao ya kisiasa kazini. Sio kwamba hawana misimamo, la wanayo, lakini wanatanguliza umoja na ushirikiano kazini. Wanataka wapimwe kwa kazi, sio kwa chama gani wanaunga mkono. Wanataka kujenga madaraja, sio kuta. Mmesema vizuri, kujenga madaraja. Okay. Tukiacha siasa, kuna kitu kingine kinachoweza kuharibu uhusiano kazini, jinsi tunavyowazungumzia wenzetu. Jambo la nne, kuepuka kusema vibaya kuhusu wafanyakazi wenzao hadharani. Umbea na usengenyaji hasa ile sumu ya ofisini kabisa. Na hapa sio tu umbea wa kawaida Watu wenye mafanikio hata kama kweli hawampendi mtu fulani au hawakubaliana naye, wanajitahidi sana kutomsema vibaya hadharani au kujiunga na vile vikundi vya kumponda mtu. Mm -hmm. Wanajua hiyo laribu mazingira ya kazi inajenga kutoaminiana, lakini kuna kitu kingine cha kimkakati hapa. kitu gani hicho? vyanzo vinakumbusha dunia ni ndogo, hasa katika ulimwengu wa kazi yule unayemsema vibaya leo anaweza kuwa bosi wako kesho, anaweza kuwa bosi wako, mteja mkubwa, au mtu utakayemhitaji sana. Kwa hiyo ni busara kudumisha uhusiano wa kitaaluma au angalau heshima, hata kama hamna chemistry, hata kama weledi. Kwanza hilo la kutazama mbele ni muhimu. Sasa jambo la tano linahitaji eh, ujanja kidogo: mipango yao ya kazi ya muda mrefu. Ah, hapa ndo kunyamaza kimkakati. Kuna kuingia. Ndiyo, wengi wetu tuna ndoto, si unajua? labda kuacha kazi, kuanzisha biashara, kutafuta kazi kwingine, lakini vyanzo vinasema watu waliofanikiwa ni waangalifu sana kuhusu lini na kwa nani wanashiriki hizi ndoto. Ni eneo tete. Kufichua mapema mno mipango yako ya kuondoka au kuanzisha kitu kitakachoshindana na kampuni au hata kuwania cheo ambacho bosi wako anakitaka kabisa, Inaweza kuwa hatari. Uongozi unaweza kuanza kukuona kama si mwaminifu tena, kama huna ari, kama tayari mguu mmoja huko nje. Asaa, matokeo yake unaweza kukosa miradi mizuri, fursa za mafunzo, yani unaanza kutengwa taratibu, hmm. Watu wenye mafanikio wanajua umuhimu wa muda mwafaka. Wanafanya kazi kwa bidii kwanza, wanaonyesha matokeo, halafu wakiwa tayari kabisa na hatua inaofuata, ndipo wanapoweka wazi kwa uweledi. Ni kama kucheza chess, inahitaji nidhamu na subira. Hiyo okay. Tukiachana na mipango, kuna kitu kingine. Watu huficha hofu zao. Jambo la sita: hofu za ndani. Sote tunazo, au vipi? Labda kuongea mbele ya watu, kuhofia kukosea, kutokubalika. Uh -huh. Lakini vyanzo vinasema watu waliofanikiwa hawapendi kuonyesha hizi hofu waziwazi wazi kazini. Ni kweli? Lakini sio kwamba wao hawana hofu, wanayo kama sisi. Wanaweza kupata wasiwasi mkubwa kabla ya presentation, wanaweza kuwa na mashaka. Sasa tofauti iko wapi? Tofauti iko kwenye wanavyoishughulikia. Badala ya kuiruhusu iwatawale na kuwaonyesha kama dhaifu au wasiojiamini, wanaitumia kama, kama motisha. Ile adrenaline ya hofu wanaitumia kujiandaa vizuri zaidi kujisukuma zaidi wanageuza hasi kuwa chanya wanageuza hasi kuwa chanya wanaikabili na kwa kufanya hivyo wanajijengea nguvu wao wenyewe na wanawatia moyo wengine pia wanakuwa mfano wanakuwa mfano wa ujasiri hata katikati ya hofu hilo linavutia sana sasa jambo la saba. Mm. hili pia ni la siri sana Masuala yao ya kiafya afya jambo binafsi mno na vyanzo vinasema watu waliofanikiwa huwa hawapigi mbiu sana kuhusu matatizo yao ya kiafya iwe ya mwili au akili kazini. Kwa nini? Sababu kubwa ni kwamba hawataki ile hali ya kiafya iwe kama lebo yao kazini. Lebo gani? Kama yule mgonjwa, kama yule mgonjwa, yule mwenye stress nyingi, au mtu anayehitaji kuhurumiwa kila wakati. Hawataki special treatment isiyo ya lazima. Mm. Hii inaweza kuathiri jinsi wanavyopewa majukumu, fursa au hata jinsi wanavyochukuliwa kwa uzito. Wanataka waonekane kwa uwezo wao. Kwa uwezo wao, ujuzi wao, mchango wao, sio changamoto zao za kiafya. Kwa hiyo wanashughulikia afya zao kwa faraga, kwa weledi. Wanajua ni lini na kwa nani watoe taarifa muhimu kama HR au bosi, lakini bila kulifanya kuwa gumzo la ofisi. Linaeleweka. Sasa jambo la nane. Hili mimi lipolisoma nilishtuka kidogo. Lipi hilo? Kwamba watu wenye mafanikio mara nyingi hawapigi debe sana kuhusu ujuzi wao mkubwa. Wanaweza kuwa mabingwa, lakini hawajitangazi kila kona. Uh, hilo lina ukweli mkubwa na lina mantiki ya kimkakati. Kivipi? Sikujiamini ni muhimu, ni muhimu sana lakini hii haitokani ya kutojiamini. Wanajiamini, ila wanajua ili kujenga timu imara ambapo kila mtu anachangia hawapaswi kujionyesha kama wanajua kila kitu kama mjuaji. Okay. Wakifanya hivyo, wengine wanaweza kusita kutoa mawazo mapya, wanaweza kuogopa kuuliza maswali au hata kupinga kwa hofu ya kuonekana wajinga mbele ya bingwa. Kwa hiyo wanakuwa wanyenyekevu kimkakati, hasa wanatoa nafasi kwa wengine wanasikiliza wanajifunza hata kutoka kwa walio chini yao wanaendelea kuongeza ujuzi wao kimya kimya wanaruhusu matokeo yao yaongee sio maneno mengi hapo umenigusa ni mtazamo tofauti kabisa wa unyenyekevu Okay, jambo la tisa. hili linaturudisha nyuma kidogo kushindwa kwao zamani makosa ya nyuma. Tunajua. kushindwa ni sehemu ya kujifunza lakini je watu hao wanatangaza kila kosa walilofanya? Vyanzo vinasema sio lazima. Hapa kuna uwiano. Sio kwamba wanaficha au wanajifanya wakamilifu. Wengi wanakiri wamejifunza sana kutokana na makosa lakini lakini, wanajua kazini watu wanakuangalia zaidi kwa utendaji wako wa sasa, matokeo ya sasa. E, kuzungumzia sana yaliyopita kunaweza kuonyesha umekwama huko, inaweza kuonyesha umekwama au labda huna mafanikio ya sasa ya kuonyesha. Kwa hiyo wanajifunza kimya kimya kutoka zamani, wanatumia huo uzoefu kuboresha sasa, na wanaruhusu mafanikio yao ya sasa ndio yawawakilishe. Hawafuti historia, wanachagua sura ya kusimulia. Ni kama kuangazia nguvu za sasa. Okay. Na mwisho kabisa, jambo la kumi, zile zinazoitwa siri za mafanikio. Aa, ile fomula ya uchawi. Ndiyo. Vyanzo vinasema watu waliofanikiwa hawana fomula moja wanayoificha kwa wivu. Wana mbinu zao, ndiyo lakini hawazianiki zote kirahisi. Tukiunganisha hii na yote tuliyojadili, sio lazima iwe ni ubinafsi. Ni nini basi? Mara nyingi wanatambua kitu muhimu: kile kilichomfanyia kazi yeye huenda kisikufanyie kazi wewe. Kila mtu na safari yake. Kabisa, mafanikio yanategemea mambo mengi sana, utu wako, mazingira, fursa, wakati, hata bahati kidogo. Kukupa siri zote kunaweza kukupotosha wewe, unayehitaji kutafuta njia yako mwenyewe. Mm -hmm. kwa hiyo anaheshimu huo mchakato wa mtu kujitafuta wanaweza kushauri, kutoa mwongozo, lakini wanajua mafanikio ya kweli yanahitaji wewe mwenyewe ujaribu, ukosee, ujifunze, ugunduzi binafsi. Ugunduzi binafsi, hayo ndiyo mafanikio endelevu. Kwa hiyo tumepitia mambo kumi, mengi kweli: misukosuko binafsi, pesa, siasa, maoni hasi kwa wenzao, mipango ya kazi, hofu, afya, kutojigamba na ujuzi kushindwa kwa zamani na hizo siri za mafanikio. Ni orodha ndefu. Sasa, haya yote yanamaanisha nini kwako wewe unayotusikiliza? Ujumbe mkubwa hapa unaonekana kuwa ni umuhimu wa busara wa kuweka mipaka kazini. Mipaka ya kitaaluma sio kuwa bandia la bali kuwa mwerefu kimkakati, mwenye heshima, anayejua nini cha kusema, lini na kwa nani na labda swali la kujiuliza sasa ni hili eh? Wewe mwenyewe ukiangalia maisha yako ya kazi, je, kuna jambo lolote kati ya haya ambalo unalishiriki kwa uwazi sana kupita kiasi, labda mm-hmm, na ambalo huenda linakuzuia kidogo, linakukwamisha kufikia pale unapotaka? Ni swali zito hilo, linahitaji tafakari. Fikiria kuhusu mipaka yako, iko wapi? inakusaidia au inakuumiza? Je, kurekebisha kidogo kunaweza kuleta tofauti gani? Ni jambo la kutafakari kimya kimya, kama ulivyosema kabisa. Hakika ni chakula cha ubongo. Tunatumaini uchambuzi huu wa kina umekupa mtazamo mpya, umekupa mawazo, tunatumaini. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi katika uchambuzi huu, na tunakutakia kila la heri katika safari yako ya kitaaluma.